Habari yako msikilizaji, mimi ni Dash kutoka Fidini Charts na leo tuna mjadala mzito, moto kabisa. Kwa nini wasanii wetu wa Tanzania wanafanya vizuri Afrika Mashariki lakini bado hawafiki kiwango cha kimataifa kama Burna Boy, Tyler ama Rema? Leo tunachambua ukweli bila kupendelea mtu. Kwanza tuchukue sekunde moja kufikiria. Tanzania ina wasanii wakubwa: Diamond, Alikiba, Zuchu, Harmonize, Mario, lakini bado hatujaona msanii wa Bongo Flava aki headline events kama coachella ama kushinda Grammys Kwa nini? sababu ya kwanza ulimwengu haujui bongo flavor vizuri bongo flavor ni tamu, na ni tamu haswa lakini nje ya afrika mashariki watu wengi bado hawajazoea melodi zetu na lugha wasanii kama Burna Boy walichanganya alphabet na sound ya kimataifa sisi bado tunabaki kwenye style ile ile, beautiful but limited sababu ya pili uongozi na management. Management ni shida msanii ana talent lakini hajawahi kusainiwa na lebo ya kimataifa hana piara ya nje, hana team ya digital marketing. Leo hii msanii wa Nigeria akilizi wimbo piara yao inafika Marekani, Uingereza, Japan, lakini sisi watu wetu wanategemea Instagram na TikTok peke yake. Sababu ya tatu, kolabo za kimataifa. Kolabo ni kingilio cha global market. Bwana Boy alipiga kolabo na, J na, na jorja Smith, rema akafanya na, Le na selena gomez Tyler akapiga na Travis Scott. Lakini sisi watu wetu, wasanii wetu tunafanya kolabu wenyewe, ni vizuri lakini haivunji mpaka ya kimataifa. Sababu ya nne, creative risk. Wasanii wa Nigeria wanapenda escapement, wizi wa melodies, mchanganyiko wa genres na visual kali. Watu wetu mara nyingi tunaogopa kujaribu kitu cha hatari, tunapenda comfort zone. Je, suluhisho kifanyike nini? Wasanii wachukue risk kwenye sound, label zisaidie kufanya PR za kimataifa, kolabo za wasanii wa nje, visual bora, storytelling, kujifunza digital marketing ya global scale. Yani kiufupi, tukiweka tu akili, Tanzania inaweza kuwa super power ya burudani Afrika. Naam, hii imekuwa Fidini Charts, sauti ya burudani Tanzania na Afrika Mashariki. Kama umependa hii mada, share, comment na tuma voice note ukiwa na hoja zako. Mimi naitwa Dash na hiki ni kipindi kinachoongoza zaidi kwa chats na burudani Afrika. Until next time have a nice moment.